Kumuuliza mteja wangu uh, ile nyumba ambayo ulikuwa unaiulizia sando hii hapa. Uh, bila kupoteza wakati, ngoja hapa nikuelezee kidogo sifa zake. Uh, nyumba hii kwanza, nyumba ni, ni, ni well safe contained room, ni ina, ina, ina chumba kikubwa, ina sebule, ina sehemu ya jiko, ina sehemu ya store ambayo unaweza kuhifadhia mahindi, maharage, karanga, kila kitu unachotaka kuhifadhi unaweza kuhifadhi. Nyumba hii pia ina offer ya wifi, ukiingia hapa unapata wifi ya bure kabisa, ni soundproof. Nyumba haina leakage yoyote ya maji au ya aina yoyote, yani nyumba <laughs> <laughs> Ina, ina kila kitu nyumba pia, uh, ina sehemu ya shawa. Sehemu ya shawa inatoa maji safi kabisa, unaweza kubadilisha maji ya moto, maji ya baridi, ni wewe tu unavyotaka. Kwa hiyo ni bei nafuu sana S, sizani kama unaweza kaikataa hii nyumba nyumbawe. Ah, we, we, we, we, mzalamu we, mbona ongea sana hivi? Tutambwane kwanza, tutambwane kwa vitengo. Mimi naitwa Jose, ni engineer, mechanical engineer, sijui siu mwenzangu nani. Yaani, mimi nimejikuta naanza kuongea hata bila kujitambulisha. e, jamani mambo ni mengi, muda mchache. Mimi kwa, kwa majina yangu naitwa dalali Ochu. Mimi ni dalali mkubwa sana wa mtaa huu na mitaa yote hii nanifahamu mimi. Kwa kazi yangu ya udalali niko vizuri sana kwa kuwachagulia wateja nyumba nzuri ambayo ina kila kitu. Kwa hiyo e, vipi, umeipenda hii nyumba lakini umetoa sifa nyingi, umesema mpaka ni soundproof. Maana yake umo hata mambo ya udije inawezekana kabisa. E, vipi, ina AC? Ni full AC au yatumie panga boy? Yaani, nyumba kama hii utegemeiwe na panga boy? Hapana, nyumba hii ni full AC, yani tu, labda tushindane kwenye bei tu, bosi wangu. God have mercy upon us. Wewe, <laughs> babu unaongea mambo mengi sana kwa kweli, itabidi niingie na ndani niweze kwenda kwa gua niweze kujua na umo ndani, kwa kweli tu nikaishia nje nikawa nimelizika tu hivi. Oh, na vipi bei yake? Bei yake ni shilingi ngapi? Ah, bei ya nyumba hii ni shilingi laki mbili na nusu kwa hiyo utalipa laki mbili na nusu kwa miezi sita lakini kuna mwezi mmoja dalali. Usisahau kuweka mwezi wa dalali hapo. Ah, oh, yaani nilipe laki mbili na nusu miezi sita, kila mwezi laki mbili na nusu afu baada ya nikulipe yani, nawe dalali. Unajua nini mnatuibia sana nyinyi? tena tena, bila kusahau, ni sahau kitu kimoja yaani, ukiachana na mwezi wa dalali, inabidi pia unipe elfu uh, kumi ya kutafutia chumba. Kama hauko tayari unaweza mm. Ha, una ukanipa elfu kumi yangu, mimi nikaendelea na watu wengine. Sina muda kwanza kupoteza, nianze kukubembeleza wewe uchukue chumba. Kama hautaki unasema, au una haja kufika huko babu yangu. Hatuwezi tukashindwana kiasi hicho, sisi wote ni, ni wanaume, hatuwezi tukashindwana hivyo. Mimi nilikuwa na kiomba kabla sijalipia hii pesa, naomba niingie na ndani kidogo, nikajiizishe kama yasemao ni ya kweli au au la, niingie tu ndani nikajiizishe ni ka, ni, ni nikaangalie kama kweli kuna shawa, nikaangalie ndani kama kweli kuna hivyo vitu ambavyo vimesema wewe, fanicha nzuri na nini, alafu tujue tunafanyaje tu, tu, tu Hawa ndo maneno kuongea sasa. Hapa nataka nikupeke ndani uende ukajishuhudie mwenyewe uangalie. Yaani ni nyumba kubwa sana, nyumba ina sebule. Nyumba ina i, i, ni self contained. Nyumba ina sehemu ya kitchen ya <laughs> kupikia. Nyumba ina chumba kikubwa. Yaani wewe tu ushindwe, utapata wapi nyumba kama hii? Eh? Tunaenda uende ukajionee mwenyewe. Au kipenzi, mimi nilikuwa na wazo moja. Unaona nitachukua haya maua hapa mjini. Maanake tumezunguka kila sehemu tukitafuta maua ambayo unayapenda mama, hatujafanikiwa kuyapata. Mimi nilikuwa naona kwani tusichukue maua tu ya huyu baba Mbona maua ni mazuri tu mama yangu? Pale nyumbani tukienda tukapanda maua kama haya yatapendezesha kweli. Na nyumba ya wapangaji itavutia kweli. Au ulikuwa unasemaje mama yangu? mangu Maria acha kuona kurupuka tu. Huwezi jua haya ni maua ya kizungu haya. Mm, si si zani kama yana quality kama yale ambayo tunayapata msituni. Kwa kweli ninatafuta maua yanayonukia, maua design kama ya rose flower hivi au maua msasita. Wao, wow, ukiangalia hapo unaona kama kuna maua msasita? Nakuuliza wewe, acha kunitumbulia macho tu. Kuna maua msasita hapo? <laughs> Ah, ah, ah! Ni yani mamangu wewe, tatizo mamangu wewe, nayo shamba na kusumbua jamani! Mama, sasa haya ndio maua ya kisasa sasa hivi. Ukiangalia watu wengi wanapanda maua ambao ni ya kizungu. Yaani, mbegu ya kizungu ndio mbegu ambayo ina, inapendezesha nyumba. Sasa mimi nashangaa mamangu wewe umekumalia tu ma, maua yale unayoyapata msituni. Tunabidi tubadilike mamangu. Nyumba ambayo tun, tunapangisha pale inabidi at least iwe na maua mazuri mazuri, maua artificial kama haya. Wewe unaonaje? Ukichukua tu haya haya yatapendeza, mimi nakwambia. Ah, hebu tuachane mambo ya maua kwanza, akili yangu haiko sawa. Nimepata taarifa hapa uh, kwa yule dalali wangu, ameweza kupata mteja mmoja wa kiume. Kwa hiyo inabidi nirudi nyumbani niende nika nikaangalie kama wamefikia wapi, kama ameweza kubaliana naye au wameshindwana. Ni sawa mama, lakini mimi nilikuwa na ushauri kidogo, mimi kama mwanao kidogo mama, jitahidi artist upunguze ukali, lakini pia na masharti yako yamekuwa makali mno. Yani wapangaji wengi tunawapata, unapata pesa vizuri, lakini wanakaa miezi miwili mitatu ameshaondoka. Punguza kidogo masharti, mamangu, masharti yako magumu mno, yani unafanya wapangaji wanapitia wakati mgumu sana. Tena bora ukae kimya, kikaragosi wewe, sitaki hata uongee chochote. Yani mimi ndo mama ni nyumba pale. Baba yako wakati anafariki aliniachile nyumba na kaniambia kabisa, mke wangu, inabidi uweze kuitunza hii nyumba yetu iweze kuwa kwenye hali nzuri. Sasa wewe unakuwa unakuwa upande wa wapangaji, yaani wewe hautaki mimi niweke masharti yoyote hivi kweli? Eh? Watu wanatumia nyumba yangu, wanaiharibu, wanaharibu mifumo ya maji, wanataka niwachekee. Mimi ndo mama mwenye nyumba, kwa hiyo lazima niweke sharti, masharti yangu magumu, ambayo ambaye mtu hawezi kuyafuata atabidi aondoke. Kama unaweza kuyavumilia, utabaki, ila mimi siwezi kuvumilia kabisa nikaona mtu anaharibu miundombinu ya nyumba ambayo imeachwa na malemu mme wangu. Kwa hiyo na wewe inabidi upande wangu, au unakuwa upande wa upangaji? Hapana, mama yangu niko, niko upande wako mama yangu, samahani kama nimekukwaza. Pumbavu mmoja wewe, yaani wewe unaingilia mambo yangu mimi! Na kwanza nyumbani ulibandika marage na kuuliza, ulibandika marage nyumbani au umekuja tu kupiga umbea? Nishasahau jamani, kumbe unaagiza na marage. Basi mama, acha nipitie sokoni niende nikainjike na marage. Basi baadaye mamangu, eh kama unavyoona hii ni eneo la jiko, kwa hiyo jiko liko kubwa sana hapo, unaweza ukapika kila aina cha chakula unachotaka wewe. Kama unataka kupika samaki, unataka kupika wali, ni wewe, jiko ni kubwa mno. Kama unavyoona jiko letu ni kubwa mno, kwa hiyo labda nikakuonesha sehemu nyingine tena uweze uh... ukaione nyumba yetu vizuri. Yani katika vitu vyote ambavyo umenikosha ah, uh, upande wa jiko kwa kweli imenikosha. Yani jiko ni kubwa mno, yani mpaka kuna mashine ya kuoka mkate. Ah, kwa kweli yani ni vitu vyangu kabisa, kila kitu um kipo kwa um, hiyo mimi nikiamia huu nakuja na mabegi yangu tu, ah jiko kubwa kama hili. Ah, i say hemu twende kwa na sehemu ya upande wa bafuni nikaponi papoje kama kuna shawa ile nikaione na yenyewe, alafu tena kuangalia na upande wa sebuleni napo ila kwa mazingira haya ya jikoni ya, ya kupika mm, ni mazuri sana nimewapenda. Ehe mambo kwa ushahidi, unaona hapa nilipo ni sehemu ya kuogea. Kwa hii sehemu unaweza ukaogea, lakini kama unataka kuogea kwenye sinki humu, unaweza ukaogea pia. kuna A, hii ni shawa hii, hapo ni shawa juu hapo, unaweza ukatumia hiyo shawa, ukafungua ukaoga. Yaani nyumba ni nzuri sana hii, yani bosi wangu sije kaacha nyumba kama hii, nyumba ni nzuri sana. Ah, oh, yani kwa kweli unazidi kunikosha tu mzee. Yaani unazidi kunikosha kabisa. Kazi yako ya udalali inaonekana unaifanya vizuri sana. Yaani umenitafutia nyumba ambayo ni hadhi yangu mimi engineer. Nitakiwa yani nikae kwenye nyumba kama hii, nikileta mtoto mzuri humu na kuwa na chabanga tu bila kuwaza. Lakini kwa kweli hii nyumba imenivutia, ni nyumba nzuri, kwanza ina jiko kubwa, sehemu kubwa ya kupika vyakula na sehemu pia kuoga unaweza kaoga kama kubalini vile. Unajiachia tu. Mze, Kwa kweli mimi niko tayari kulipia hii nyumba. Yani, nimevutwa nao, ni nzuri sana lakini hujaniambia kitu kimoja. Vipi tabia mama mwenye nyumba ipoje? Sijakawa nakaa na mama mwenye nyumba mwenye gubu sana. Huyo mama mwenye nyumba ipoje? Upoje? Eh, mama mwenye nyumba yuko sawa, lakini muda mwingine akili yake inakuwa kama ametiwa ndimu. Yani kuna muda akili zake zikifyatuka tu kidogo, unamwona amebadilika ghafla. Lakini kwa kweli mimi toka nimeanza kufanya naye kazi ni mtu ambaye yuko vizuri sana, kwa hiyo mimi siani kama mtashindwana. Ni mtu ambaye ni understanding lakini ukimkwaza tu we, yupo kama pilipili. Uh, bado sehemu moja hapa hujanipeleka maeneo ya sebleni, nitaka nikaone na sebule jinsi ilivyokaa, eh, nikaone kidogo na mandhari yake imekaa vipi. Twende unipeke na maeneo ya sebleni nikapangalie.